Ufuatiliaji wa simulizi yetu isemayo sitasahau usiku ule, leo ikibisha hodi katika sehemu ya tatu kukualika. Ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema fuatana nami katika sehemu hii uweze kusikia mwendelezo wa simulizi yetu. Msikilizaji wangu, mazishi ya mzee Nyalile na mkewe yalipangwa kufanyika siku ya Jumamosi, ikiwa ni siku tatu tu baada ya tukio la mauaji. Mjomba wake aliyekuwa anadaiwa kusuka mipango ya unyama huo, yaani mzee Lutengano, alikuwa mstari wa mbele kabisa na kuhakikisha kila kitu kipo sawa, jeneza, hata msafara wa magari kutoka kijijini hapo kwenda eneo la makaburini, alikuwa mstari wa mbele kuandaa lakini pia, msikilizaji wangu, alikuwa mstari wa mbele kwa kila jambo, lakini ndani ya mioyo ya baadhi ya wanakijiji walihisi kuna jambo liko, jambo tu haliko sawa, kwa sababu walikuwa wanatambua historia ya mahusiano mabaya ya ndugu hawa. Kwa upande wao hawakuwa wamelala usingizi wa pono kiasi hicho. Kuendelea na uchunguzi, walikuwa wameweka kamera ndogo katika sehemu kadhaa za eneo la mazishi. Waliamini kuwa mhalifu hufanya makosa akiwa na jeuri ya kufikiri ameshindikana ama hafahamiki, lakini pia kuna mwenendo wa kiuchunguzi walitaka kujihakikishia. Mzee Lutengano alionekana kuwa mtu wa aina hiyo, mara yupo kundi hili, mara kundi lile, akijaribu kudodosa na kuzungumza. Yeye ni mfiwa, lakini alionekana kama anapeleleza na kutaka jambo, na swali kubwa ukiusoma uso wake, ni kwaje wanajua a kulelea watoto kilikuwa kimetulia. Siku hiyo Mliti hakuweza kufikiria mengine zaidi ya picha ya makaburi ya wazazi wake. Alihisi kama moyo wake unazidi kubanwa na huzuni ya kila dakika. Mdogo wake alikuwa ameketi kimya kwenye kona akichezea mdori uliotengenezwa kwa soksi na vifungo viwili vya shati vilivyogeuzwa kuwa kama macho wake muda huo alikuwa amesahau yote, japokuwa akikumbuka ndipo anapolea mmoja. Wa polisi ambaye ni Kopro Zawadi alifika kumjulia hali Mliti na wadogo zake, na alikuwa ametumwa na Inspekta Baraka ambaye ndiye aliyekuwa akiongoza upelelezi huo. Alimkuta Mliti akitazama nje kupitia dirisha dogo uso wake ukiwa umepoteza nuru yake ya utoto kabisa. Makubwa yaliyomkuta yamemfanya kuwa kama mtu mzima ghafla. Ungependa kwenda kuaga wazazi wako kabla ya mazishi? Tazama chini kisha katikisa kichwa kuonyesha kwamba anakubaliana na maneno hayo, akasema, ninaweza lakini naogopa, naogopa kuwa ni mara ya mwisho nitawaona wazazi wangu. Koplo Zawadi aliyekuwa pembeni amesimama akiwa karibu na Inspekta Baraka, aliguswa na kuhuzunishwa na majibu ya mtoto Mliti, kwani alihisi maisha ya mtoto huyu yamevunjwa moyo kabisa na yamevunjwa mapema. Aliahidi moyoni mwake kwamba iwe mvua iwe jua, watafanya kila linalowezekana ili weza kuwabaini baini wahalifu. Wakati mazishi yakiendelea, Lutengano alichukua kipaza sauti, alitoa hotuba ya huzuni sana, inaweza hata ikakuchanganya kwamba labda hahusiki na tukio, akitamka maneno ya majonzi. Lakini alivyomaliza, mmoja wa maafisa wa polisi alimsogelea na kumgusa begani. Mheshimiwa Lutengano alisema kwa sauti ya utulivu afande tunaomba uje kituoni baada ya mazishi kwa mahojiano mafupi Msikilizaji wangu, Lutengano alishituka sana, macho yake yakichezacheza kwa hofu ya ndani, lakini nje alijaribu kudumisha tabasamu la heshima, akijibu kwa sauti iliyokwenda kuaruza, lakini anaonekana inazidishiwa ujasiri kidogo, akisema hakuna shida, nitafika alisema, lakini ndani ya nafsi yake alijua kuwa mwisho wake unakaribia. Jioni hiyo Lutengano alipofika kituoni, hakujua kwa polisi tayari walikuwa na ushahidi, tena ushahidi wa kutosha kutoka kwa Mliti. Sauti ya mazungumzo pia ya simu aliyokuwa amerekodiwa kabla ya tukio na ushuhuda wa baadhi ya wanakijiji wawili waliomwona akiwa karibu na nyumba ya mzee Nyalile siku wa tukio viliongeza ushahidi katika tukio hilo. Tengano, Afande Baraka alianza, ni kwa nini ulisema hakukuwa na mtu yeyote aliyemtembelea marehemu siku ya tukio, ili hali ushahidi unaonyesha vingine? Mtengano alijaribu pale kupinga na kuzungumza uongo huu na ule lelelele, lakini kwa kila swali aliloulizwa, kadri ya maswali yalivyoongezeka, alizidi kutetemeka. Damu ya mtu zito bwana. Mwishowe alinywea kabisa kwenye kiti na kuanza kububujikwa na machozi, huku afande Baraka akimwacha huku akiendelea kuangalia kila maigizo aliyokuwa akiyafanya. Baada ya muda, kwa sauti ambayo inatoka chini chini sana gan alianza kutoa siri ya mtungi, akisema: ni makosa yetu kutokana na kile tulichokiamini kwamba yeye ndiye alikuwa kituroga, alikuwa kituroga tusifanikiwe kwani yeye amekuwa akipiga hatua kimaisha, sisi hatupigi hatua, alisema kwa sauti iliyopoteza kiburi ile ya mwanzo. Sasa hakukuwa na kiburi tena. Niliamini hawa watu watamtisha tu, na sikununa lakini wao wakamuua yeye na mke wake. Mpango haukuwa hivyo, naomba mnisamehe. Wakati anasema hayo, ile rekodi iliyokuwa imewekwa pale mezani na simu ambayo walikuwa wameiweka kwa siri mahala fulani, viliendelea kurekodi walimtazama kwa ukimya, lakini mioyoni mwao walihisi mchanganyiko wa hasira na huruma. Wanamhurumia pia, hasira kwa uovu waliotenda Lutengano, lakini huruma kwa watoto wa familia hiyo waliobaki bila wazazi, kwa sababu ya kuamini mambo ya kishirikina ndumba hii na maswala ya uganga Alipata taarifa jioni ile ile kwamba mtu aliyesababisha kifo cha wazazi wake alikuwa ni mjomba wao mwenyewe wa. Hakulia wala hakusema lolote, japo kuwa alisikika akivuta pumzi nyingi na kisha kuishusha mdogo wake kisha akasema kwa sauti ya chini, kana kwamba mdogo wake alikuwa akijua kile anachoelezwa, lakini akayasema tu maneno hayo bila kujua kama mdogo wake anasikia au la. Akasema ninaiambia dunia mdogo wake na mdogo wake, wala alikuwa hajui nini kinachozungumzwa. Mliti akasema sitasahau usiku ule mwanzo na mwisho wa utoto wangu, alisisitiza Mliti, huku akionekana kupata ujasiri ambao kwa mbali kama na dalili za kulipa kisasi. Mpenzi mfuatiliaji wa simulizi hii ya Sitasahau Usiku Ule Hakika yapo mengi sana ya kuhuzunisha, lakini na mengine ya kufurahisha. Ni kualike katika sehemu ya nne kuweza kujua nini kinaendelea. Pia ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hizi kila tunapoweka sehemu mpya, hebu subscribe channel hii na kushare pia. Msimulizi wako Leonard Mubali nasema asante kwa muda wako. Duniani kuna watu na viatu.